Basi Waga anakuwa serious sana na mi nasema kama kawaida mesime make, make ndo kilichosababisha hiki ambacho kimetokea leo, kwa sababu mechi ya mwanzo alitupigia kelele sana mm. tunapewa sasa leo nadhani magoli ya leo, sijui atasema goli gani ambao tumepewa leo na tunataka aende kwenye media akaongelee simba aonyeshe, aizungumzie simba yeah. hey kwa ukubwa wake asiseme sijui eti nikifungwa na Yanga nimefungwa kihalali, Simba wanabebwa. sasa leo atuambie goli gani ambao sisi tumebebwa? No. Ndio wana Yanga na wenyewe pia nimekutana nao, baadhi wananiambia kwamba tungefunga sisi wangelalamika JSM, na sisi kila mwenye nembo ya JSM tumwache salama.

hatunaga desturi si ya kumfunga mtu goli nyingi okay. goli zetu moja, mbili, tatu tumemaliza. mm. Lakini leo zimeingia nyingi kwa sababu ya kamdomo cha Maxime. Kamdomo kamemponza Maxime, kamdomo kamemponza, ndio maana kala adhabu ile nyingi. Sisi hatunaga kawaida ya kumfunga mtu goli, hizo mbili, tatu tumemaliza, mradi tunapata alama tatu ndo hizo Kibu Denis, muda mrefu sana leo kasiko e, Kibu Denis, Kibu Prosper, anabaya ni mchezaji wa muda wote, anakudhuru anapopata nafasi. mm. Unajua mambo anaofanya Kibu Denis mm. kwa jicho la tatu huwezi kulielewa kama sio mtu wa mpira. mm. Ana, anaipambania sana Simba. Atujarisi yeye kama hajafunga, lakini anaipambania sana tu Simba yeah. leo lakini amepata magoli mawili, eh? mawili. E, kapata na magoli mawili na assist mbili, mbili. Kwa hiyo tunasema alhamdulillah ni muendelezo mzuri kwake wanasema mmewakimbia mjapeleka timu ndo maana nguvu zote mkaelekezea kwenye timu ndogo. Sisi hatujamkimbia mtu, wao ndo wametukimbia sisi. Kwa sababu gani? sisi watuzuie kwenda kufanya mazoezi, wao ndio chanzo eh, ndio chanzo. Na maana pale walitafuta figisu, sisi tunaishi kwa kanuni mm. unajua Simba ina viongozi ambao weledi na waliosoma hasa mm. mimi nikwambie, mfano mdogo tu mm -hmm. Injinia ili sindo rais wao. Ndio. Sasa mimi, hebu chukulia mfano, mimi ndio nakuwa rais wa Simba <laughs> Ani, mimi ndo rais wa Simba, hakuna ni vituko tu, ni rais wa Simba. <laughs> Ni vituko yani, kwa sababu gani uwezi kuwa rais afu unaamrisha watu wapeleke basi Bunju. Yaani, unachoma mafuta unapeleka Bunju. Sasa wanatufuta kwa ajili ya nini? Bodi ya ligi ishasema mechi imezuiwa, mnaenda nyinyi uwanjani mnafata nini Meche? Alafu mwisho wa siku mnaingia walipokuwa washirikina wa yaani wenyewe kwa wenyewe pia bado wamejiogopa wameingia geti tofauti Yaani, wameenda wenyewe wa sisi, hatupo tuko nyumbani, tunasubiria futari, yeah. bado wameingia geti tofauti. Na jana Simba pia mnialikwa kwenye futari. Hao walokuwepo wana nembo za Yanga mzee Saidi o... naye unajua ana vichembechembe yule mzesaidi ana vichembechembe, umeona alafu mm. ile futari zina, maz... zina mazala, watu wengi mashabiki wa Simba walokula supu ya utopolo na walokula futari ya jana, ukiwaoji tutasikia wanachokiongea Yani yani, <laughs> yani, yani wanachokiongea tofauti, wanaongea ukweli au? Sio, wanaongea ukweli yani mm, wanaongea vitu tofauti, mpaka nasema hii iftari ina nini, kwa sababu kwanza walikula supu, tulikuwa tunaona wanabwabwaja kina no, yeah, yeah, mchoma wote wamekula supu wale, unaona wanavobwabwaja hasa mm, mzee Saidi jana akapewa iftari, ndo mama yangu katuharibia. Ah, akaongea ukweli wote ambao akaongea so, ukweli eh, anaongea vitu ambavyo vina msingi na hisi, kuna vitu wanaweka wale, sio bure Amini oh, <laughs> ele, shabiki wa Simba umekuja pale, kuna vitu wanaviweka e, ino... ah, shabiki wa Simba hapa. Ukiwa, lengo lao ni nini? Ah, wanajua Shana... lengo lao lakini, si hawezi kutupata Eh, ujiulize, ujulise kwanini mas... mzee Saidi unavomwona akikaa kwenye media anavoongea na vimba e. E, kaongea nini yule mzee? Kamsifia engineer. Stari <laughs> ile. <laughs> Sasa, na walokula supu nao wameumia, mzee Saidi leo wamempeleka kapigwa ftari Mashabiki wa Simba wanaojielewa hawezi kwenda kula futari au supu yote yaliko na Yanga. Mashabiki wanaojielewa Simba hawezi kwenda mm, baada, baada, sisi, baada mna, ya dabi, mnahitaji yanga lini? Sisi baada ya mechi ya leo, bodi ya ligi ndio ambayo ilistisha mchezo. Kwa hiyo mm, bodi ya ligi ikitoa muda wote hata ikisema kesho, mm, bwana game tunahitaji sisi, tuko tayari, ila tu waende kwa kanuni, kama muda umepangwa saa moja mm, mechi basi sisi tunatakiwa tufanye mazoezi mm, siku moja kabla ya mechi watu waachie sio waende kule watie vibuyubuyu vibu vyao. Sisi tukiingia tunataka kuzibua, watusumbue waogope, wa mbuzi, a ah, a ah. Wewe mbuzi anacheza uwanjani? Sisi tumeenda na mbuzi, tumeenda naye kwenye mazoezi, kama mbuzi wetu wenyewe, anatufundisha. Ukipa unatuingilia nini sasa? <laughs> watu <Watuache. laughs> umeona wapi hiyo sasa? Wewe ukiuliza yeye mbuzi kwa sehemu gani, mtu um, anakuambia tu ameona watu wafupi tu. Basi imekuja moja basi la Simba na gari la Ahmed Ali. Basi sasa unasema siyo, kuna basi siyo jengine lilibeba nini bado, bado wanasema mmeoga yeah, lakini amwendi mjini sawa, kileleni wapo wao pale. Si pointi zetu wanazowao, si pointi zetu wanazowao? Yani wacheze, watacheza kama ligi wana, bodi kama bodi wanacheza bodi, kwenye ligi ikiamua, ikiamua ya Tanzania wana, na bodi ya ligi ikiamua watacheza no, na lazima wacheze na tunawahitaji yani sisi tunawahitaji kwa hali na mali, kwa sababu alama zetu ziko kwao sisi